Leo tunakuletea hadithi ya mtu mmoja aliyekuwa na mchango mkubwa katika harakati za ukombozi wa Kenya. Jomo Kenyatta, baba wa taifa la Kenya. Je, alikuwa nani? Alipitia changamoto gani? Na alivyofanikiwa kuwa kiongozi wa kwanza wa Kenya, alifanya nini kwa taifa lake? Jiandae kwa simulizi hii yenye msisimko. Na karibu The Story Side. Jomo Kenyatta alizaliwa mnamo mwaka 1897 katika kijiji cha Gatundu, eneo la Kiambu, nchini Kenya. Jina lake halisi lilikuwa Kamau Wangengi. Alikuwa mtoto wa jamii ya Wakikuyu ambao walitegemea kilimo na kuamini katika mifumo ya kitamaduni ya ukoo. Baada ya wazazi wake kufariki alipokuwa mdogo, Kamau alikulia kwa mjomba wake na baadaye alipelekwa shule ya misheni ya Kikristo. Huko alibatizwa na kupokea jina la Johnston Kamau, jina ambalo baadaye alilibadilisha kuwa Jomo Kenyatta, jina lenye maana ya mwangaza au jua linalong'aa. Katika miaka ya 1920, Jomo Kenyatta alianza kutetea haki za Waafrika dhidi ya ukandamizaji wa wakoloni wa Kiingereza. Alijiunga na Kikuyu Central Association, yani KCA, shirika lililotetea ardhi ya Wakikuyu walioporwa na wakoloni. Mwaka 1929, alisafiri hadi Uingereza kwa mara ya kwanza ili kuwasilisha malalamiko ya Wakenya kuhusu ardhi. Huko alikutana na wanaharakati wa Kiafrika na kujifunza zaidi kuhusu siasa za kimataifa. Baada ya safari hiyo, alirejea Kenya, lakini akaendelea kuhamasisha watu kupigania haki zao. Alifunga safari nyingine ya masomo hadi Uingereza mwaka 1931 ambako alijiunga na chuo kikuu cha London na kujifunza kuhusu anthropojia ya Kiafrika. Kenyatta alifanya utafiti kuhusu jamii ya Kikuyu na kuandika kitabu kiitwacho Facing Mount Kenya mwaka 1938, ambacho kilieleza tamaduni, mila na shida za Wakikuyu chini ya utawala wa kikoloni. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia Jomo Kenyatta alirejea Kenya mwaka 1946 na akaanza kuongoza harakati za kupigania uhuru. Alijiunga na Kenya African Union yaani KAU, chama kilichotetea haki za Waafrika, na mwaka 1947 alichaguliwa kuwa rais wake. Katika kipindi hiki kulikuwa na hali ya wasiwasi wasi mkubwa nchini Kenya. Wazalendo wengi walikerwa na ukandamizaji wa wakoloni, na mwaka 1952 wapiganaji wa Maumau walianza vita vya msituni dhidi ya Waingereza. Serikali ya kikoloni ilimwona Kenyatta kama kiongozi wa Maumau, ingawa hakuna ushahidi wa moja kwa moja uliothibitisha hilo. Mwaka 1952 alikamatwa pamoja na viongozi wengine wa KAU na kuhukumiwa kifungo cha miaka saba gerezani katika kesi maarufu ya Kapenguria. Baada ya kutoka gerezani mwaka 1961, Kenyatta aliongoza chama kipya cha Kenya African National Union yaani KANU ambacho kilishiriki mazungumzo na Waingereza kuhusu mustakabali wa Kenya. Mnamo Disemba 12 mwaka 1963, Kenya ilipata uhuru wake na Jomo Kenyatta akawa waziri mkuu wa kwanza wa Kenya. Mwaka uliofuata 1964, Kenya ikawa jamhuri na Kenyatta akawa rais wa kwanza wa Kenya. Katika uongozi wake, Kenyatta alihimiza umoja wa taifa kwa kutumia kauli mbiu ya harambee, akimaanisha mshikamano wa wananchi kufanya kazi pamoja kwa maendeleo ya taifa. Kama rais wa Kenya, Jomo Kenyatta aliongoza kwa misingi ifuatayo: umoja wa kitaifa, alihimiza mshikamano kati ya makabila yote ya Kenya; maendeleo ya kiuchumi, alianzisha miradi mingi ya maendeleo hasa sekta ya kilimo na elimu. Sera ya ardhi, alirudisha baadhi ya ardhi kwa Wakenya, ingawa bado kulikuwa na changamoto ya usawa wa ugawaji wake. Uhusiano wa kimataifa, aliimarisha mahusiano ya Kenya na mataifa mengine ya Afrika na dunia kwa ujumla. Hata hivyo, uongozi wake pia ulikumbwa na changamoto, ikiwa ni pamoja na hizi zifuatazo. Upendeleo wa kikabila, serikali yake ililaumiwa kwa kupendelea watu wa kabila lake la Wakikuyu. La pili, ukandamizaji wa upinzani, wapinzani wa serikali yake kama vile Jaramogi Oginga Odinga walinyanyaswa kisiasa. Na jambo la tatu, mauaji ya viongozi wa upinzani, baadhi ya wanasiasa waliopinga utawala wake walikumbwa na vifo vya kutatanisha. Jomo Kenyatta aliongoza Kenya kwa miaka 15 hadi alipofariki dunia mnamo Agosti 22 mwaka 1978, na akiwa na umri wa miaka 81 alifariki akiwa madarakani, na nafasi yake ilichukuliwa na Daniel Arap Moi aliyekuwa makamu wake wa rais. Licha ya changamoto za utawala wake, Kenyatta anaheshimiwa kama baba wa taifa la Kenya, na jina lake linahifadhiwa katika kumbukumbu -kumbu nyingi, zikiwemo zifuatazo: chuo kikuu cha Kenyatta, hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, barabara ya Kenyatta Avenue, na sarafu za Kenya zilizo na picha yake. Hadithi ya Jomo Kenyatta inatufundisha kuwa uhuru haukuja bure, ulilipiwa kwa damu, jasho na machozi ya mashujaa wa Kenya. Pia inatufundisha umuhimu wa elimu, uvumilivu na ujasiri katika kupigania haki na maendeleo ya taifa. Hii ndiyo The Storyside, mahali ambapo historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kulike, kusubscribe na kushea simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Story Side. Asante kwa kunisikiliza.